Naitwa Irene Paul, uh, producer, actress, entrepreneur from Tanzania uh, lakini ni mzalendo okay. Ninaipenda nchi yangu okay. Na kwa sasa ni kijana ambaye ninapigania ubaadaye mwema wa nchi yangu okay. Na kufuatilia matukio live kama hapa Dodoma okay. Sitaki kuambiwa na mtu okay. Kwa hiyo katika tukio la kihistoria kama la leo, kama unavyojua tunaenda kubadilisha eh, au kukabidhiwa Ilani ya 2025-2030. What a time to be alive as a woman. Umenielewa, sijawahi kuwa in this moment. So nikasema siyo mbaya, na mimi nikaja nikasupport nchi yangu nikasupport, uh, nikarepresent wanawake wenzangu na vijana ambao wananiangalia ili tutakapokuwa tunaongea wao wanatuelewa na mimi pia nijue kinachoendelea katika nchi yangu. Okay. Mm. Sawa, hapo umezungumza sana nchi yangu, nchi yangu kusapoti, hey, nchi yangu. Eh, uh, nilikuwa nadhani labda ungesema una support chama chako. Of course. Mimi ni um, nimevaa rangi gani? <laughs> Yaani, unajua sina haja ya kusema mimi ni kitu fulani maana tayari nilichokivaa kinasema nimetokea chama gani yeah. Hakuna chama kingine kinachovai, so definitely ninapo support nchi yangu ni kupitia chama changu okay. Yes. Uh, dada Irene bwana, mimi ni kiri kwanza kwamba mimi ni moja kati ya mafans wako. Yeah, I like you so much. Yeah. <laughs> Uh, technically mimi nimekuwa na enjoy sana ukicheza filamu za action, sijui eh, kwenye production yako hiyo vipi? Ushaipaga asilimia ngapi? Labda ukijitazama, kwenye mimi nakuona kama, kama Angelina Jolie fulani hivi <laughs> na kama mnafanana hivi kuwa <laughs> kama, sana. Yeah. Kwa kama. <laughs> but anyways yeah. Hata mimi akilini kwangu natamani sana kufanya action na hata nishaandikaga Instagram zaidi ya mara moja, mara mbili, natamani kufanya action kiakili, kisaikolojia lakini mwili umegoma. Umegomea wapi? <laughs> <Umegomeo abi. laughs> <laughs> mwili umegoma <laughs> mwili na umegoma, umegoma, na inabidi ni utengeneze na wenyewe uanze kwenda kwa mfumo huo. Stori zipo psychological, tuko tayari, production ziko tayari, ni mimi tu kujiweka fiti ili niwe tayari sasa. yeah. mm -hmm. hivi naona kama tasnia mmeiamishia sana kwenye, uh, kwenye series. Kwa sababu, uh, ni kwa sababu wateja wenu wanahitaji hicho au huko ndo kwenye pesa zaidi? Ndiko kwenye pesa zaidi uh, tunapenda kuburudisha, lakini pia haya ndo maisha yetu, hatuna kazi nyingine zaidi ya uh, haya So definitely familia zetu zinakula kupitia hii. Tunaendesha maisha yetu ya kila siku kupitia uh, tamthilia na filamu. Okay. So ni biashara kama biashara nyingine, ni kazi kama kazi zingine. So tunaangalia kile kitu ambacho kinatulipa, na sasa hivi ni ukweli uh, mapinduzi kutoka kwenye filamu kwenda kwenye tamthilia ndio yanayolipa zaidi. Kwa hiyo ndio tunaenda huko sasa hivi. Yes. Ni miaka mingapi kwenye industry? Muda mrefu na kuona. Oh my God. Mimi ni mshangazi wa... <laughs> eh, ni mshangazi wa ya. Mshangazi ni, ni miaka mingapi, ukikaa miaka mingapi? Sasa inategemea tuna mtu ambaye. Eh? Sasa kama ambavyo katika jamii kuna namna umri fulani ukifikia, watu wanamuita mshangazi. Sasa katika industry, kwenye sanaa, yani mimi ni mshangazi wa sanaa, sio kwa wasanii, naomba watofautishe. Yani nimekomaa kwenye sanaa kwa sababu not less than miaka kumi. Yes, nimekaa kwenye industry zaidi ya miaka kumi. Lakini unaonekana bado, uh, bado kigori, yani bado kabinti, bado kadogo <laughs> bado kama kitoto cha elfu mbili hivi siri nini? Ah, nafikiri ni kujipenda, ni, ni kujipenda na kwa sababu tunajua kwamba miili yetu ndio pesa zetu. Of course mimi naambia watu kila siku zeka tutazeeka, kila mtu atazeeka na wala sio dhambi kuzeeka, sio makosa, lakini wewe ndio utakayechagua unazeekaje. Kwa utakachokula, kwa utakavyojiweka kwa utakavyojitunza na vitu kama hivyo. So mimi nimechagua kwamba hata kwenye uzeekaji wangu eh slow, slow, slow. Taratibu. Taratibu. Taratibu, kwa nitakachokipaka, nitakachokula, nitakapolala, nitakavyoishi, watu nitakaokutana nao yeah, all that vitu nitakavyofikiria hivi, ni vitu vyote ambavyo vinakusaidia au kuto kukusaidia katika kupeleka umri mbele au kutunza, na wasisaau pia na mengine pia yeah, we'll <laughs> mengine ndo tunayataka. Hapana, hapana, hapana, hapana. Ni hivyo tu nilivyovitoa.